32 wakiwemo wanafunzi 29, walimu wawili na dereva mmoja wamepoteza maisha katika ajali iliyotokea Karatu mkoani Arusha. Tupate taarifa zaidi. <laughs> Kituo hiki like, kilifanikiwa kufika katika eneo la ajali iliyotokea majira ya saa tatu na nusu asubuhi na kufanikiwa kuzungumza na baadhi ya mashuhuda ambao wanaelezea tukio hilo. Hili gari lilikuwa limebeba wanafunzi, wanatoka Arusha wanaenda shule moja hapa mbele. Mwenyewe nilikuwa Arusha, hivi sasa ndio niko Manyara. Mkuu wa wilaya Karatu Teresia Mahongo aliyekuwa jijini Arusha analazimika kurudi wilayani Karatu kwa haraka ili kuratibu mipango yote ya kusafirisha miili ya marehemu hao ambao ni wakazi wa jijini Arusha. Watoto hawa walipata ajali kwenye, kwenye kona gari likatumbukia. Tunaendelea kufanya utaratibu wa kuondoa miili ya watoto kwa sababu sisi hospitali yetu haiwezi kutunza miili yote kwa wakati mmoja ili tuweze kuisafirisha kwenda Arusha tayari kwa mipango mingine. Ajali hii mbaya na kubwa kutokea kwa mwaka huu mkoani Arusha imesababisha vilio, simanzi na majonzi kwa wazazi, watu mbalimbali waliofika katika eneo la ajali na katika hospitali teule ya Lutheran Karatu ilipohifadhiwa miili ya marehemu hawa kwa muda, lakini changamoto ya uduni wa chumba cha kuhifadhia maiti inajitokeza kutokana na idadi kubwa ya vifo hivyo. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Arusha Chazi Mkumbo anafika katika eneo la ajali na kuthibitisha tukio hilo. E, wanafunzi hao walitokea leo asubuhi katika hiyo shule ya Lucky Vincent Primary School kwenda uh, wilayani Karatu katika shule ya Tumaini Primary School kwa ajili ya kufanya mtihani wa ujirani mwema, lakini hati, hata hivyo haukuweza kufika na ambapo wamepata ajali katika huo mlima Rote. Tumepokea miili ya watu thelathini na wawili ambao walifariki kwenye ajali ya gari uh, na sita wakiwa majeruhi na wote hao tumeshawafanyia matibabu ya awali, na lakini hadi sasa, kati ya wale sita mmoja ameshafariki, kwa hiyo ambao wamebaki hai ni watano. Baadhi ya majeruhi walionusurika katika ajali hiyo wanasema tukio hilo lilitokea baada ya dereva kushindwa kukata kona kali iliyopo katika eneo hilo lenye mteremko mkali. Dereva kuona mbele ilikuwa nzani kama barabara kwa, iko imenyoka, kwa hiyo anyokenayo barabara uko chini, kulikuwa na korongo akadondoka hudondoka nalilo gari mazi ingine alijauriwa kuna mwingine alikufa u ilipofikia. Kwa mujibu wa mkuu wa shule ya laki Vicent Efraim Jackson, anasema gari hiyo ilikuwa ikitokea jijini Arusha kuelekea wilayani Karatu kwa ajili ya mitihani ya ujirani mwema ikiwa imebeba jumla ya watu thelathini na wanane ambapo walionusurika ni watano, baada ya majeruhi mmoja kupoteza maisha wakati akipotewa akipatiwa matibabu ya awali. Jamila Omar, Channel 10 Karatu, Arusha.